Alhamdulillah, wa sallallahu ala rasulullah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Zanguni wa salamu. Eh, uh, sisi ambayo nchi watu wanaishi katika nchi wa Uislamu, katiba yao wa Uislamu, jamii ni wa Uislamu, hao hukumu yao. Mfano, mtu anaishi Sudani, jana wetu Tanzania wanasoma Sudani, wengine wanasoma Misri, wengine wanasoma Yemen, wengine wanasoma Indonesia mimi nasoma Saudia, mimi nasoma Imarati. Yani, hao vijana wetu ambao wako wanasoma kule katika nchi ambayo ni Uislamu katibu yao ni Uislamu, tofauti na sisi, hao tutakiwa kumujibu wa sharia, umtu asi asi khalif asi ni kinyume nchi inaishi, hata kama nchi ya mitangaza kinyume wa Tanzania, au hata kama ya mitangaza nchi kinyume wa, wa Saudia mfano ile lakini, masala hiyo imekubaliana, wewe mwislamu unaishi katika nchi waislamu, jamii ni waislamu, yuko qadi anatangaza, yuko kamati wa rasmi kufuatilia mwezi, yuko wizara wa shuuni islamia wal awqaf rasmi, yuko qadi anatangaza, yuko mahakama, yuko kila kitu, nidhamu serikali ametambua, amemchagua usikhalif mimi nimeishi miaka kadha Yemen, ilikuwa nafunga na Yemen na Saudia jirani yangu. Mara nyingi wanakhtilafiana misifati Saudia, wala sio ulama zetu wote wana khalif, nufuate nchi yetu kule ambayo tunaishi sasa, nchi ambayo uko hata kama ameenda kinyume na msimamo wako wewe, kama unaona mwandamo dunia wote moja, usimkhalif kwa sababu dhambi

community wanaishi nchi wazungu Ingereza, Amerika, ambaye nchi sio waislamu na au namba na nasaha wao, community hii wakae pamoja, ulama zao wakae pamoja, hata kama kila kila moja anakhtalafiana anakubaliana rai rai, lakini aache rai tlaf ulama, aache pembeni, akae pamoja, aushauriane akubaliane kauli moja

Haifai na umma unaishi naye wewe, lazima funga naye, na wakati unafungua fungua nao. Sisi East Africa, ambao Tanzania Tanzania, Uganda, Kenya na nchi nyingine ambao tuko jirani, nchi yetu haina dini, unaishi watu ambayo sio Waislamu sahaba atakie sisi tukae pamoja, ulama zetu akae pamoja

Kwa kuogopa Mungu, kutafuta maarifa, kutafuta elimu, kutafuta mcha Mungu, kutafuta kusanya umma hii sio kupewa umma huu. Mimi na saha wangu kutoka ni yangu japo wala sio kusudi fulani fulani. Akae pamoja afanye dirasa. Kimo ya hoja lake. Kama munakasha ambaye elimia, munakasha ya ndugu kutafuta tukubaliane kauli moja. Akae pamoja

Yeye anakubali madamu wote duniani ni ni moja, lakini asema watu wote wanaishi katika nchi moja, nitakiwa asikhtilafiane masala hii, asilete zozo baina ya watu, haifai farqa hii, kubaliana kauli ya yote ambaye wao moja hii au hii au hii, ana kata pamoja hivi. Hata Sheikh Al-Albani pamoja anakubali madamu ni moja, lakini asema watu kama iko chini ya inchi ambayo sio Uislamu ambaye amekukhalifu somo yao batili haifai. Hii ni haram, tungobe Allah subhanahu wa ta'ala

dunia wote ni moja asimseme, hao batili, hao lazima alipe, hao hajafunga Ramadhani, hao wanafunga siku ya Idi hii. Mambo yote tuache bembeni, kila mmoja anategemea ushai ulama na ushahidi anayo mbaye sio wazi wote itaje ulama masala hii, kila mmoja ameshimu mwingine, usibatilishe ibada ya mtu akutangulia au kachelewa kwa somo, usibatilishe wala usimtukane wala usimradi ni masala ilmiya khilafia, watu waogope Mungu subhanahu wa ta'ala. Tunguru sema mishinikana kuelewana, kila mmoja anaona kauli yake yeye ni hii sawa, nyingine atakuchukua basi, kila mmoja ameheshimu nyingine, kila mmoja ameheshimu nyingine, tuheshimiane, watu waheshimiane. Iko mapoint ma nukta nyingi sana, tunaweza kushirikiana mambo hivi masala khilafia, lakini narudia, haipendezi katika nchi moja

Tunaanza kuradiana, huyu anakata takribu, anamrusha huyu kwa grupu, huyu anarusha hivi, huyu anarusha kauli ya shekhi wake. Aa, anza ibada, hadithi imekuja, Ramadhani usiku kwanza mpaka mwisho Allah anaacha watu huru. Chansi hii usipoteze sana, mwezi yuko siku nyingi sana. Azikupoteze mambo yako, uko katika grupu, na radi huyu, na msaboti huyu, uko dhidi ya huyu, na mtukana huyu, hakusaidi kitu chochote. Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Hii nasaha yangu, narudia tena kwa watu wa East Africa, kaeni pamoja, kubaliane kauli moja ulama zao, aache mambo taasub, aache mambo jazba, kaeni pamoja kutafuta masaliki ilmia, awasome kwa ulama, halafu wakubaliane wote kauli moja, na kama mmekubaliana kauli moja, tukae tufurahi sisi kama mshinikana. Watu waheshimiane, ndugu Waislamu, ni kubwa kuliko kitu chochote. Tuache vurugu, tuache kugawa watu, tuache kusambaza ishaata ambayo sio sahihi. Kila moja, kila unatamka neno, Mungu atanika. Wengine wanashambuliana masala hii kwa, wanachukiana binafsi, wanatumia kama bazia hii, tumia masala hii bazia, kama wewe fulani fulani unamchukiana